Lengo la kikao hiki kama alivyosema mwenyekiti wa Tapsha, tuna mambo mawili sisi kama viongozi wao kukutana nao. Jambo la kwanza tulikuwa tunafanya tathmini ya nini tumekifanya kwa mwaka uliopita 2025 na nini tutakifanya kwa maana ya mikakati ya 2026. Wakati tunafanya tathmini, tulikuwa pia tumepata bahati ya kukutana na wakurugenzi wetu kwa umoja wao. Kwa kweli kutoka moyoni ni washukuru sana. Mwalimu huwa anapimwa kwa matokeo, hakuna namna anavyokampima mwalimu kwenye kazi yake, ni kwenye matokeo tu. Na bahati nzuri tayari tulikuwa na matokeo yetu mkononi ya darasa la saba, waliofanya walio mtihani Septemba ambayo yametoka. Kwa hiyo tukajaribu kufanya tathmini katika matokeo hayo na kuona kwamba tumefanya nini na tunafanya nini kwa ishirini ishirini na sita. Tulikuwa na watainiwa hawa waliofanya mtihani waliomaliza walikuwa elfu arobaini na nne na mia tatu sabini watainiwa. Waliofaulu kwa maana ya daraja la kwanza hadi la kwa maana ya A daraja A mpaka daraja C ni elfu thelathini na tano na mia tisa sitini na tano sawa na asilimia themanini na moja nukta moja, moja na kati ya watainiwa hao elfu arobaini na nne watainiwa elfu nane na mia nne na nne na tano ndio ambao hawakufaulu sawa na asilimia kumi na nane kwa mara ya kwanza Mkoa wa Tabora tumeikuta asilimia 81 <coughs> mimi niwapongeze sana mbele ya mheshimiwa mgeni rasmi kwa namna ambavyo mmepambana na kuutoa mkoa kwenye historia ya kuwa na asilimia 69, asilimia 60, asilimia sabini, tukaikuta asilimia 81 nukta moja. Ongezeko la asilimia kumi pointi mbili si mchezo. Nasema si mchezo kwa sababu taifa linapoongelea linapo habari za ongezeko la asilimia sifuri nukta tisa sisi tunaongelea asilimia kumi nukta mbili Hawa watu mheshimiwa, wamepambana sana. Moja ya utekelezaji kwanza, tunapoanza mwaka darasa la saba huwa tunaondoa kwenye majukumu mengine yote, inabaki jukumu moja tu la kusoma. Na kuanzia saa moja kamili kila siku huwa tunawapa mazoezi kabla vipindi vijanza. Kwa hiyo kila mwalimu anaandaa maswali kwenye somo lake kila saa moja kamili hadi saa mbili anatoa maswali anayasahisha na kufanya usahihi, na saa mbili kamili ndio masomo mengine yanaanza, na baadaye usahihishaji unafanyika. Okay, kwa majina naitwa mwalimu Masomi Mafulu, nimetoka shule ya msingi Semembera wilaya Nzega DC, na kupitia kikao hiki tumekuja na mikakati mingi ambayo tunaenda kuanza nayo elfu mbili na ishirini na sita mikakati ambayo itahakikisha inainua kitaaluma, tunafikia asilimia 90, kama mikakati ambayo tumejiwekea. Mikakati ambayo imeibuliwa leo moja, pia ni kuhakikisha uandikishaji ambao tunaenda kufanya kuhakikisha watoto waliofikia wa kwanza darasa la awali na darasa la kwanza wanaanza mwaka elfu mbili na ishirini na sita, lakini pia kuhakikisha tunazuia mdondoko wa wanafunzi katika mashule zetu ambapo hali imekuwa ikichangia kushuka kitaaluma.